Ukiangalia pia mama ambaye pia anazungumzwa, juzi nilikuwa pia namsikiliza ik namsikiliza Dr. uh, m na eh, Padre Kitima. Kwanza niweke interest, Padre Kitima mimi kwangu ni bosi boss, ndiye aliyeniajiri chuo cha St. Augustine, mimi nikiwa assistant lecturer, na pia ni kiongozi wetu wa kiroho. Mimi ni Mkristo Mkatoliki, na katika Ukristo wangu Katoliki huwa pia nina uwezo pia kuweza kuangalia mambo kiroho pia kwa sababu pia nasali na huwa pia na confess. Kwa juzi katika statement pia nilikuwa nasikiliza, na ambayo hapa pia imetamkwa hapa, imetamkwa hapa, katika ule waraka imetamkwa kwamba askari wa jeshi la polisi walikuwa wanakwenda kwenye hospitali ya dini ya, ya Katoliki kuzuia watu wasipate matibabu. Sasa hili nalo ni moja ya mambo ambayo ninyi wahariri na watu wengine vile vile tunakaa pia kusemezana kwamba polisi hawa wanalinda huku amani wa alafu muda huo wanatoka kwenda hospitali kwenda kusema msitibu hawa. Mimi nadhani tunaweza kuwa na hoja nzuri sana ya kuisaidia serikali, lakini kamwe tusiprizenti hoja kwa mihemko. Tusipresenti hoja kwa mihemko. Unazokuwa na hoja nzuri sana, nzuri mno, nzuri sana, lakini hoja yani, tusipitilize sana tukahamisha hoja ya msingi ya kulihudumia na kuliponya taifa ikawa ni hoja ya harakati. Niliwahi kumuam, kwenye kikao kimoja cha dini niliwahi kuzungumza siku moja kwamba mimi navomwona kiongozi wangu wa dini navo bendi namna hii kumsalimia kiongozi wangu wa dini navosema, navofanya hivi, sifanyi hivi, kwa sababu namwona yule kiongozi wa dini oni, oni himself nafanya vile, kwa sababu naiona taswira, kwangu mimi Mkristo, naiona taswira ya Yesu Kristo kwake yeye, na Mwislamu anavyobendi namna hii kwa shehe au kwa kiongozi wa wa, wa, wa, wa, wa, au kwa, kwa mufti anaiona sura ya Mtume Muhammad kwake yeye. Sasa ile bending ya namna hii na hii bend kwa mheshimiwa rais, kwa mheshimiwa rais simuoni Yesu au simuoni Mungu mbele yake, na, na yaona mamlaka ya utii, na ndio maana nasema shikamoo, mheshimiwa rais. You see the difference, huku na kiona kitu hiki huku na kiona kitu hiki. Sasa kinachoweza kutokea pia kwa kiongozi wa dini yeye mwenyewe akijisoften akiji akawa ni mwepesi ile konsepti ya kumwona Kristo nani inaanza kutoweka halafu, ikianza kutoweka unaanza kumwona mtu wa kawaida. Ukianza kumwona mtu wa kawaida inafika zile nyakati unakuta sasa mtu anasema pumbavu na pumbavu. Yaani kunakuwa kuna woga tena kati ya mazingira hayo. Hali ikifikia hapo ya kumwona huyu kiongozi ni wa kawaida. Maanake mjue kuna jambo la kufanya. Hofu mchungaji anapozungumza na kusema wote fanyeni namna hii. Tunamtii kwa sababu yeye mwenyewe tunamwona akiwa ni mtii kwa Yesu Kristo. Tunamwona akiwa ni mtii kwa Mungu. Tunamuona akiwa ni mtii kwa Mtume Muhammad. Sasa na sisi tunasema, kwa sababu huyu amepewa nguvu, kwamba power and authority is delegated, kama ambavyo mheshimiwa rais ame delegate power kwetu. Hata kiuungu, katika spiritual eye, tunaona kabisa kwamba power and authority pia ya Mwenyezi Mungu inakuwa delegated, na ndio maana watu hawa wanakwenda huku moja kwa moja, wanasoma mambo ya theolojia, wanasoma mambo ya filosofia, wanasoma mambo sio ya vitu gani vingi sana kwa hiyo kiongozi yoyote wa dini unapotaka kutafsiri jambo lolote kuna nadharia inaitwa hermeneutics. Hermeneutics is a theory ambayo inakusaidia wewe kuchambua masuala yote kulingana na time context, audience na vitu vingine, lakini kwenye kontekstia hiyo ya kibiblia Into hermeneutics. Na hata ukiingia kwenye madhabahu hapa hujihubiri tu kama chalamila anavyozungumza kuna kitu kinaitwa homiletic homiletic. ni ni ni, is an art of speech, of preaching. una preach kitu gani, kwa nani, kuhusu nini? Ndio maana watu wanaanza kukaa kaka, ah, mchungaji sasa, naona hapa kwa kweli ameeleza vizuri. Mwingine anakaa na ah, mchungaji hapa tunaona kidogo hii ni kama chaka hii. Kwa nini? Kwa sababu huku wanakaa kimya, hawana uwezo wa kudialog, na ndio misingi na kacha ya ya mchungaji padre au nani? That's misingi tu. Nimewaambia hapo ndani kwamba pia nikaona maelezo yale yameenda mbali zaidi, kwamba Tanesco walizima umeme kukonspire na uhalifu waliotaka kumuua au waliomdhuru. Hii ni allegation kubwa sana. Tanesco ya taifa izimwe umeme usiwepo ili hilo liweze kutokea kwao. Nimewaambia wenzangu wa Tanesco waliangalie pia kwa haraka, walichukue kama jambo kubwa sana la kisheria, walichukue kama jambo zito linaloweza pia kwenda kwenye mjadala katika jicho jingine, waangalie hii kitu imekaaje. Je, ni kweli kuna vijana wetu sisi katika Tanesco walifanya mchezo huo na bila sisi kujua? ikiwa ni pamoja na malalamiko mengine ambayo yapo ambayo yanaongeza yanayodaiwa kuwa yanaongeza chuki. Moja ya jambo ambalo linadaiwa ni utekaji mambo yana, yana semekana, ambayo yanasemekana kwamba yanaleta chuki kubwa katika taifa. Moja, utekaji; mbili, kukosekana kwa ajira kwa vijana; tatu, wananchi kutosikilizwa; nne, viongozi kuishi maisha ya starehe; tano matumizi mabovu ya rasilimali za umma, sita, matumizi ya nguvu kupita kiasi. Haya ni baadhi ya mambo ambayo wananchi wetu wanasema wanayachukia. Ni kweli kabisa, sisi katika mkoa wetu wa Dar es Salaam na, naomba tu nihitimishe na nyinyi wenzangu pia muweze kuzungumza. Sisi katika mkoa wetu wa Dar es Salaam tumejipanga na wenzetu, hata sisi wenyewe tunalaani sana vitendo vya utekaji. Hii naomba mlielewe kabisa kama mnakumbuka kuna siku moja pale Kiruvya, kuna mabwana moja mabonge walikuwa wanamchukua bwana mmoja kumpakia kwenye noa, kama mnakumbuka vizuri, mmemsahau tu jina yule kidogo, Tarimo. Ukienda kuangalia kitu ambacho kilikuwepo pale, ilikuwa ni masuala pamoja na mingineyo yaliyokuwepo, ni masuala ya kimapenzi, katumika dada mmoja, ampigie simu yule bwana wakutane kwenye kale ka hoteli kalikokuwepo pale. Yule bwana anapokwenda pale hamuoni yule dada, lakini anaona kuna jamaa wengine ambao wako pale. The moment tumetangaza wote wakakimbia, wakimbilia njia za Ifakara na sehemu zingine, tukabahatika kwenda kuwakamata na vitu vingine vya namna hiyo. Ripoti ilitolewa na, na jeshi la polisi, lakini kinachosemwa hapa kwamba mbona hamzungumzi kwa sauti kuhusu utekaji na nataka niwaambieni, brothers and sisters, ni vitu ambavyo wakati fulani mtu akipanga kuwa na nia ovu katika taifa anaweza yeye mwenyewe akaangalia hivi ni mtu gani, ni kimspot, jamii moja kwa moja itasema aliyefanya hivi ni huyu. Nadhani kisheria mnajua vizuri, sio huyo? Ni jambo gani, mume na mke wanaweza kugombana ndani ya nyumba, wakawa kwenye ugomvi wa muda mrefu lakini mtu akaja na interest akamdhuru mwanamke au mwanaume katika wale waliogombana, akijua kabisa kwamba baada ya kudhurika huko atakaye kuja kunyoshwa mkono kwa haraka ni either or katika wale wale. Hiyo ni assumption ya kwanza, lakini assumption ya pili ni kwamba jambo hili linapotokea katika mikoa yetu sisi, nyie mnafahamu, wakati fulani sio jambo jepesi kabisa. Hata mimi mwenyewe kiongozi ni kweli kuwa wanakuwa na vyombo vya dola, lakini sio kweli kwamba nakuwa nao muda wote kabisa kabisa, kwamba hata pale nyumbani muda wote nipo nao, hapana. Huko nje kinaweza kikafanyika jambo kwa nia kabisa ya uhalifu kabisa. Lakini mwisho wa siku ikawa ni mazingira gani jambo hilo limetokea, tuna teknolojia gani ya kuweza kubainisha kwa haraka jambo hili? Tuna jambo gani linaloweza kwenda namna hii? Ni kama kwenye huu uchaguzi wao wanasema polisi wameua hiyo ni statement ya kwanza, lakini ikija kubainika, nachukulia tu kwa mfano kwamba kundi la pili lilikuwa na silaha, lilikuwa na visu, lilikuwa na mapanga haya yenyewe, yanaweza kuwa alifanya kazi kwenye nini? Yanachukulia tu mfano. Kwa nini ni kwamba by concept, mshika bunduki ni polisi, lakini why if kuna jambazi ambaye na yeye kaingia humo kwenye huo mkumbo, kashika naye bunduki bunduki yake itakuwa ilimpiga nani? Huu ni mfano, sivyo navyotaka kusema lakini nani atakuja kusema haya. Tume iliyoundwa inaweza ku detail zaidi, tukaja kufikia huko kwao. Sisi na wenzangu hawa wakuwa wilaya hawa, tunakemea sana masuala yote yanayohusiana na masuala ya kiutekaji. Na pale Mbagala pale mnakumbuka ilikuwa imeanza wakati fulani kuteka watoto, kubaka watoto. Tulifanya kazi kubwa sana pia kushikana vyombo vya dola. Lakini nyie mnafahamu katika matukio haya yapo ambayo yanaweza kwa haraka sana uchunguzi wake ukakamilika kwa haraka kutokana na nature tukio lenyewe. Lakini yapo matukio ambayo uchunguzi wake pia unaweza kuchelewa kulingana na nature tukio lenyewe. Lakini pale ambapo mtu anasema ah, nataka majibu sasa hivi. Nataka majibu muda huu sasa. Majibu muda huu pia huwa linaweza likawa ni jambo jepesi au sio jambo jepesi, kulingana pia pia na taifa letu lilivyo. Lakini kuna mambo pia, ajira kwa vijana, ndugu zangu wahariri wa vyombo vya habari, vijana wa vyuo vikuu, ni kweli kabisa wanalamika, ni kweli kabisa lakini je, ni wote au wapo ambao wamepata bahati ya kuajiriwa kwenye private sector au kujiajili au kuajiriwa na, na, na, na public sector mwaka elfu mbili na, na tano mimi nimekwenda chuo kikuu mwaka elfu mbili na tano nimekwenda ud mwaka elfu mbili na tano mtu aliyepata divisheni wan ya pointi tisa alikuwa anakwenda diploma. Yani mimi wa elfu mbili na tano achana na yua eji achana eji na kina braza kibanda na nani mwaka elfu mbili na tano achana eji za kina msando mwaka elfu mbili mwaka elfu mbili na tano mimi nilikuwa nakwenda chuo kikuu lakini ali mwenye division one ya point tisa alikuwa anakwenda diploma, anakwenda kusoma ualimu. Wakati huo public university ilikuwa ni University of Dar es Salaam na matawi yake. Hii ucras hii alivi ilikuwa ni ucras, ilikuwa ni sehemu ya UD. Hii mnayoiona ilikuwa ni sua, ilikuwa ni Muhimbili, ndio inasimama simama kutoka kwenye college kwa full fledged university ilikuwa ni nadhani ndio vilikuwa vinaishia namna hiyo, halafu University of Dar es Salaam 2005 ikaanzisha tawi Dusi, 2006 ikaanzisha Muse University of Dar es Salaam, wakati huo tayari kulikuwa kuna branch nyingine. Bodi ya mikopo elfu mbili na nne, ilikuwa haisomeshi mwanafunzi anaye kusoma private universities ikiwemo tumaini na ikiwemo St. Augustine ilikuwa ukifaulu nataka kwenda kusoma kuunganisha. Mnakumbuka wakati huo tulikuwa tunakaa mwaka mmoja kwanza, anataka kuunganisha alikuwa anakwenda anakaa mwaka ana, anakwenda kujisomesha mwenyewe kwa kulipa ada. Mwaka 2005 bodi ya mikopo ikarekebisha, ikaanza kwenda kusomesha mpaka nao kwenda kwenye private universities. Kwa lugha nyepesi, nini maana yake? Udahili ukaanza kuongezeka. Lakini sisi wakati pia tunasoma kwa umri wetu huu ambao bado haujaenda mbali Kulikuwa kuna wanafunzi wenzetu very bright, lakini hafanyi mtihani au anafanya mtihani na cheti hachukui kwa sababu hajalipa ada ya mtihani, na wakati fulani haendi tena kuendelea kwa sababu ya hiyo ada. Serikali ikasema tutoe maada haya kote, zibaki tu michango mingine ya wazazi katika kumsomesha mtoto kitendo cha kutoa ada O level advance kumeongeza udahili hapa juu wa vyuo vikuu. With the same notion, tunakuja sasa kwamba baada ya udahili kuwa mkubwa hapa chini, usajili chini na TCU na chini na NACTE, vyuo vikasajiliwa vingi sana. Baada ya kusajiliwa vyuo, kozi nazo zikaongezeka kwa sababu ya dunia yetu jinsi ilivyo. Pia hapa juu tumekuja kuwa na wanafunzi wengi baada ya hao wanafunzi wengi kuwa hapa juu, wapo wanaopata ajira. Na mwaka elfu mbili na kumi na tano, kama mnakumbuka, wakati hayati John Pombe Magufuli anaingia madarakani, nyie mnakumbuka, ndipo hata ajira za walimu zilipoanza kusimama kupisha lile zoezi la uhakiki wa vyeti kwa watumishi wa umma. Elfu mbili na ishirini na moja, Rais Samia alipoingia tu madarakani, cha kwanza alichokianza nacho ni kuingiza walimu na kuingiza madaktari na kuingiza watu gani ajira za kwanza kabisa 2000 2021, katika taifa letu ndugu zangu. Ndugu yangu kaka yangu Kibanda amezungumza, atakumbuka miaka ya tisini kuja kabla ya elfu mbili, wanafunzi waliokuwa wanasoma masomo ya sayansi wengi walikuwa waajiriwi. Kama mnakumbuka vizuri, hata walimu waliosoma sayansi miaka 98 99 sijui ngapi hapa, walikuwa waajiriwi kabisa, yani ajira wala hazikuwepo. Ukienda University of Dar es Salaam na pamoja na vyuo vingine kulitokea pia na usimamishwaji wa ajira kutoka miaka 90 ile. Na ndio maana mnakuja kukuta maprofesa na walimu hawa wa kawaida kuna gap kubwa sana kwenye vile vyuo kwa sababu ajira zile zilikuwa zimesimama katuli. Sasa sasa hivi nyinyi ni wahariri mko hapa. Mimi Dar es Salaam sijui kama mwahariri mliwahi kuniuliza na viwanda vingapi. Na kama hii haitoshi mimi nitengeneze programu maalum na ninyi wenzangu tutembee wote kwa pamoja, tufanye utafiti wa pamoja, ni wanafunzi wangapi waliomaliza degree na waliomaliza diploma katika vyuo hivi serikali, vya serikali na vyuo vya serikali wameajiliwa kwenye private sector. Halafu baada hapo, tuone ni wangapi wamekuja kuajiliwa kwenye government sector. Baada ya hapo, tuchukue pia masharti ya ILO yaliyopo kulingana na mapato yetu ma GDP yetu wage bill zetu na kila kitu tuiweke pia mezani, tuje mwishoni tuchukue mapato yetu tunayoyapata kila mwezi. Sasa jukumu tunalo katika taifa ni la ni la kulalamikiana au kuja na the best proposals namna ambavyo tunaweza tukarescue tatizo ambalo tunadhani liko mbele yetu. Tukienda kwenye chuo kikuu chochote unakuta na, mwadhiri naye analalamika labda lakini the best option is to come up with idea nzuri ya kuweza kutapa haya madubasha yote. Kwa mfano mimi, mwaka 2015 wakati Rais Magufuli anaingia, kulikuwa kuna concept ile ya mafsadi, kama mnakumbuka vizuri, watu wakakimbia sana katika taifa. Wengine walipokimbia, wananchi wakasema, wakawa na wanashangilia lakini na uhakika kutoka kwenye moyo, walioathirika walikuwa ni wote, hata sisi huku chini hela ilianza kukosekana. You know why, you know why? Implication ya kiuchumi. Nasema hivi, huyu mtu huyu hata kama ameiba hela pale, akitumia ile hela ndani ya nchi, akanua simenti ndani ya nchi, akanua bati ndani ya nchi faida yake ni kubwa kuliko aliyepata ile hela kihalali lakini anaitumia nje ya nchi. Kwa lugha nyepesi, maana yake ni kwamba pesa huyu mtu ambaye ameficha pesa hapa hataki ingie kwenye mzunguko, au ameichukua pesa anaipeleka China. Hatari yake ni kubwa. You know, ukienda leo China, miaka thelathini iliyopita watu zaidi ya milioni mia nane walikuwa wanaishi vijijini watu kama milioni mia, mia mbili walikuwa ndio wanaishi mjini. Wakati ule kulikuwa kuna ujenzi, China ilikuwa inajengwa kila mahali, kuna ajira, kuna kila kitu, kuna kila kitu. Baada ya miaka thelathini imekuwa the opposite. watu laki mbili wako wapi? Watu kama laki mbili ndio wako wapi? Wako vijijini huko, alafu watu karibu milioni ngapi hizo wako kule mjini, imetani imekuwa vice versa. Sasa kilichopo hakujengwi tena, yameshajengwa ndio mwisho wa siku mnakuta, nasema ondokeni hapa, nendeni kwenye nchi nchi huko mkatafute fursa. Sasa na sisi hapa, kilichopo katika jambo la ajira ambacho tunakishauri sasa ni kuzisuka sheria zitakazolinda maslahi ya mzawa, ambazo hizi sheria sasa ndizo zitakazokuja kutengeneza mabilionea ndani ya taifa letu. Kwa sababu unapotaka kumtengeneza tajiri lazima pia kuwe na kitu kinaitwa sustainability. Anaweza katokea tajiri mzungu, tajiri mchina, tajiri nani, mwisho wa siku akasema sasa narudi nyumbani, mnyororo mzima pale utakuwa frustrated. Hasa hizi ndio jitihada pia za nchi kuelekea huko katika jambo la ajira. Tuilaumu serikali peke yake au yupo mwingine wa kulaumiwa? Mimi pale nyumbani jana, nimechukulia mfano na watoto pale karibu saba wamemaliza vyuo, mmoja nasema baba mimi naomba ajira. Nikawaita wote nikasema, hebu hebu hebu, njoni hapa, hebu nielezeni mimi mnanichukuliaje, hebu nielezeni, kila mmoja jieleza Mimi nakuona wewe ni baba yangu. Ehe, haya sawa. Wewe wewe ni baba mdogo. Wewe e, nakuona kama rafiki wa marehemu baba yangu. Wewe hasa mimi nakuona wewe kama baba yetu mlezi na kiongozi wetu wa kiroho kwa sababu anaanzisha hata ibada pale nyumbani na kila kitu. Wewe sasa wewe nakuona kama role model. Ah basi sawa. Nikamwambia nawapeni wiki moja. Baada hapo rudini tena ili mje mbadilishe mtazamo wa namna mnavyoniona. Lakini I expected waseme tunakuona wewe as a regional commissioner. Wakiniona mimi kama regional commissioner waione fursa. Ukiniona kama baba utalala na utaamka saa kumi na mbili. Lakini ukiniona regional kamishna utaiona mamlaka, utaiona fursa. Kwa hiyo kitu nimepanga ni kwamba wote watahamie humo Kariakoo, watahamie humo ya wapi, wote naenda kuwawezesha kahela kidogo kidogo, kwamba nendeni wote nendeni kuwinga, mkielewa kuwinga zawadi takokuwa nawapa, nitakuwa natekeleza kile ambacho kiko ndani ya moyo wenu. Je, katika mazingira hayo, mtoto halaumiwi popote, analaumiwa kwa sababu ana relax bila kuzitafuta fursa, yuko tayari kuwa na simu ya shilingi milioni mbili. Nimechukulia tu mfano, lakini yupo mtu mtaji wake ni wa shilingi laki tano, lakini tu kwa sababu yeye ni graduate anaogopa kwenda kuuza mitumba. Lakini wakati huu tunaposubiri ajira unafanya nini? Seko imekuwa ni ya kulalamika, mzazi analalamika, mtoto analalamika, yote analalamika, afu mwisho wa siku tunazalisha taifa lenye ulalamikaji. Je, tufanye nini kwa vijana? Kwa wenzangu pia watakuwa na maelezo mengine mazuri zaidi, lakini pamoja na haya mengine sasa ya wananchi kusikilizwa au kutosikilizwa, pamoja na mambo mengineyo hayo, sisi tunaendelea kujitahidi kusikiliza watu, lakini kama nilivyosema, sio kweli kwamba muda wote mtu usikilizi raia. Mimi tangu nimekaa hapa, nikienda pale, kuna simu karibu unakuta zimepigwa karibu simu 55 muda huu tu. Sasa nikienda kukaa pale Mviingereza wengine wananiandikia. Pick my call. Have the right. Mwingine jana akaniandikia, "Wewe mkuu wa mkoa, mimi nakuja naomba hapo ofisini karibu mara tatu. Ukienda kwenye msiba unatoa unatoa mchango. Ulikwenda siku kanisa siku la Sabato katoa mchango. Kwa hiyo inaonekana wewe unapenda sana watu waliokufa." Eh. Nikamjibu tu kwenye message hapo, nikamwambia, "Mama, kwa umri wako jitahidi usiwe mchokozi." Anasema kwanza nani yangu mimi iko solved. Nilikuwa nafikisha tu ujumbe. Sasa, mwisho ninachotaka kukihitimisha zaidi ni kwamba ninyi wenzangu mkijue, hata sisi ni binadamu, lakini kuna wakati fulani chuki inayoweza kutengenezwa. Kwa mfano, ndugu yangu Mpogoro pale, yeye ni mkuu wa wilaya. Mtu anaanza kumlinganisha Mpogoro aliyekuwa msaidizi wa Kinana na Mpogoro DC kuna konsepti kwamba kiongozi wa umma ni furaha kubwa uwe maskini. Kuna hiyo konsepti uwe maskini. Mimi mtazamo wangu uadilifu sio maskini, yaani huo ndio mtazamo wangu mimi. Kuwa mwadilifu haimaanishi uwe na usanii, uwe na hipokrisi, uwe na unafiki wakutu, waku, wa, wa, wa, wa vitu fulani fulani katika taifa, kwamba mimi kama kiongozi hela nayopata nisijenge nyumba, hela nayopata nisinue gari. Hela nayopata nisifanye namna hii, yani jamii yetu sisi imemezeshwa kwa kitu kwamba a good leader is who he always walks. Anatembea kwa miguu ana kigari kile chenye makumbu, kwa makumbusho pale, furaha yake wasemage ah, is a very good leader you see, amefunua bonet pale, anajaza maji wala ana hana shida jamani. Kitu ambacho tunakizungumzia, kitu ambacho tunakizungumzia ni thagare of, of public resources, ni matumizi mabovu ya public resources. Lakini nataka nikwathibitishie, hata mimi kwangu naona kabisa, najiona kiongozi akiwa masikini anakosa msimamo wa kusimamia hata mambo yake na kiongozi akiwa masikini, mtu anaweza pia kumdharau hata kama anasimamia katiba. Tunahamasisha viongozi wafuate njia sahihi za kuweza pia kuwa na maisha bora, kwa kuwa wao ndio wasimamizi wa hizo sera. Huwezi ukawa unasimamia sera za maisha bora halafu wewe unakuwa ni mfano wa maisha mabovu. Yani kama vile leo waziri wa kilimo let's say Jamani kilimo ni kizuri sana. Kilimo ni kizuri sana. Is fine, bwana mzee kilimo, ni kizuri. Lakini kitu tunachoweza kumuuliza ndugu yangu Mheshimiwa Chongolo waziri wangu wa kilimo, nataka kumuuliza. Hivi kwa miaka michache uliopewa dhamana hii, Un, una shamba gani la kutuonesha na kututhibitishia kwamba kilimo ni bora sana? Nikienda kwa ndugu yangu Dr. Bashiru, mifugo, ufugaji, ndugu zangu fugeni. No problem. Nakuja, una shamba gani la mifugo ndugu yangu waziri wa mifugo ambalo mimi kama kijana nikija kwako kuangalia, nasema yes, waziri amekuwa mfano hapa. Sasa hayo ndiyo mambo ambayo tuendelee kuhamasisha ndugu zetu, kwamba dunia ya leo na hasa kwenye ubeberu uliokomaa, hata ninyi waandishi wa habari na wahariri wa habari, habari mlizozifanya miaka ile na leo, maisha yake yamechenji. Leo zamani wenzetu watu walitembea kwa mguu hapa mpaka Tegeta pale, kwanza kuna mamiti mengi, anatembea chini ya kivuli. Lakini leo hii nina uhakika ukitembea mpaka Moroko kwanza jasho utakalo kuwa limemwagika. Halafu pili utakuwa umeshapata na msongo wa mawazo kabla hujafika unako kwenda. Nini maana yake? Unahitaji pesa ya nauli. Lakini ukija hapa zamani ulikuwa unaweza kugonga tu mlango hapo kwa mtu, samani naomba maji bwana. Wanakupatia. Leo unaomba unaenda kuomba maji na atakaye kupatia. Kwanza anasema sasa njoni amekuja mtu asiyejulikana hapa. Anaomba maji. Lakini pia leo kamera hii, zamani mnakumbuka kuna kale ka kamera chua, tunafanya hivi, kanunuzwa sijui laki tatu, kale unachukua matukio. Leo hii utachukua tukio gani? Itapiga picha hapa kama na nundu hapa kama na hivi, kumbe ni kamera, you need this camera. Kamera moja hapa ni shingapi? Unazungumzia zaidi ya milioni kumi. Hii yote ni nini? Ni matakwa ya ubeberu, ni matakwa ya ulimwengu kwamba tumeingia hapo. Lakini je, tufanyaje? Lazima tuhamasishe dunia iwe katika mtazamo wa utafutaji fedha, lakini katika njia zilizo halali, njia ambazo zitakuwa ziko halali kuna, na ndio maana mara ya kwanza kulikuwa walikuwa wanajua wanakoelekea, walikuwa wanapiga picha wanasema, hili ni gari la mtoto wa kiongozi, oneni. Wanapiga picha nyumba, unaiona hii ni nyumba ya kiongozi. Wanapiga picha sijui suti, unaiona hii suti hii imenunua milioni kumi. Huyu ana uwezo gani kununua suti ya milioni kumi? Alafu mwishoni ndo zimekuja vurugu sasa, kwa maana kwamba tumefanikiwa kucreate hatred, tumefanikiwa kucreate chuki ambayo mwisho wa siku tunasema it's because ya kuthaga public resources, lakini watu wengine wa hatuna mitazamo hiyo. Yani tunajipenda kujifunza kwa watu waliofanikiwa, ila ngalau na sisi tujifunze kama viongozi wa umma, tuone tunafanyaje kuondokana. Kila ni aibu kwa kiongozi wa umma kila siku, naomba naomba mkuu nisaidie, mdau kila siku anasema wadau, mbona sijai kumwona mdau? Ni mtumishi wa umma? Kila siku mdau mdau, ni nani huyu? Ni mfanya biashara, si nani? Alifikaje yeye kuwa huko? Lakini jambo jingine ni sheria ndani ya TRA ambazo watu pia wanazilalamikia. Wanasemaje kuzilalamikia kwake? Wanasema ukianzisha biashara asilimia mia moja inamilikiwa na TRA kwenye kila biashara tukayoanzisha. Hasa ndio maana mheshimiwa rais kuna kitu alikiunda kama mnakumbuka, ambacho pia kinaendelea na mambo mengineyo. Ndugu zanguni, baada ya kusema haya, mimi ya kwangu kwa leo yamekuwa ni hayo, lakini nitakuwa tayari pia kuendelea kujibu kwa yale mtakayoniuliza, pamoja na wenzangu ambao wako hapa na kwa namna ambavyo ratiba mtaendelea kuiongoza. Nashukuru sana.